Nam hwaligani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yaliyojiri, tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin ni Mawanja, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Dkt Samia waidi wana Manyara kuboresha maisha ya watu na ustawi wa jamii, kuwekeza katika sekta muhimu za afya, elimu, nishati ya umeme na maji. Mahakama Kuu kanda ya Dar es Salaam yasema itaendelea kuwaleta pamoja wadau wa mnyororo wa haki nchini na katika habari za kimataifa, Israel yarejesha kwao wanaharakati wa msafara wa Gaza. Mgombea wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, dr Samia Suluhu Hassan ameendelea na mikutano yake kampeni, ambapo katika kuhitimisha kampeni zake mkoani Manyara akizungumza na wananchi wilani Babati amesema ikiwa atapata ridhaa ya kuongoza nchi wataendelea kuboresha maisha ya watu na ustawi wa jamii kwa kuwekeza katika sekta muhimu ikiwemo afya, elimu na nishati ya umeme. Josephine Kaponya ameenda taarifa zaidi, ambayo inasomwa na, na Goodluck Msola. Aidha, dr Samia ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema sekta ya madini itabaki kuwa kipaumbele cha serikali yake iwapo atapatiwa ridhaa ya kuunda serikali baada ya uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu, akiahidi kuendeleza wachimbaji wadogo pamoja na kupima maeneo mapya ya madini. Amesema hayo Jumamosi wakati akihutubia wananchi katika viwanja vya CCM Sabasaba, Babati Mjini, mkoani Manyara, na kubainisha kuwa serikali yake itaendelea ya kutoa fursa kwa kundi la vijana uweza kupata ajira zitakazotokana na sekta ya madini ikiwemo hatua ya kurejesha maeneo ambayo yalikuwa chini ya wawekezaji lakini hayajaendelezwa, ili yaweze kugaiwa kwa wachimbaji wadogo. Nataka na niwahakikishie wale wote ambao umeme haujafika, huduma za afya hazijafika au ziko mbali, elimu shule ziko mbali na wao, maji hayajafika, wote tunakwenda kufanya kazi kwa kasi sana na tuhakikishe kila mwanamanyara yuko karibu na huduma hizo, au anafikiwa na huduma hizo. Kwa yale maombi yote ya sekta hizi, maombi yote ya sekta hizi tunayachukua, tafanya kazi kwa kasi sana, ili tuhakikishe kila mwana manyara anafikiwa na huduma hizi. Aidha, amebainisha kuwa mafanikio yaliyopatikana kwenye awamu yake ya kwanza, ikiwemo ujenzi wa kituo cha uuzaji wa pamoja wa madini ya Tanzanite wilayani Simanjiro na kufanikisha mnada wa kwanza wa Tanzanite nchini, akisema hatua hizo zimesaidia kuongeza thamani ya madini ndani ya nchi na kuvutia wawekezaji zaidi. Kwa upande wake, waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mratibu wa uchaguzi ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM kanda ya kaskazini, Fredi Kisumae, amemtaka mgombea wa nafasi ya urais kupitia Chama cha Mapinduzi Dkt. Samia Suluhu Hassan kutokata tamaa kutokana na changamoto anazokutana nazo, na kuahidi kwamba ziara yako imetupa nguvu mpya, imetupa chaji mpya. Kwa sababu kuondoka wewe sisi, sasa ndiyo kampeni ya kutafuta kura inaanza. Tulikozunguka kote, mheshimiwa hawa watu wako wametuahidi katika mikoa hii mitatu kwamba tutakupa kura, watakupa kura isiyopungua, wamesema asilimia tisini. Sisi tukasema mmm, ili linawezekana kweli? Tukasema tupeni basi hata themanini na tano wakasema nyinyi mnataka kutushusha. Kwa hiyo mheshimiwa nataka kukuhakikishia kwamba hawa watu wamekuahidi asilimia 90. Katika mkutano huo wa kampeni, Chama cha Mapinduzi kimepokea wanachama wapya kutoka Chama cha ACT Wazalendo na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambapo wakizungumza baada ya kupokelewa na Katibu Mkuu wa CCM Dr. Asha Rose Migiro, wamesema kuwa wanaridhishwa na uongozi wa Dr. Samia kutokana na maendeleo wanayoyaona. Kwa upande wao baadhi ya wagombea ubunge wakiomba kula kwa wananchi, wameomba wananchi waendelee kumpigia kula mgombea wa nafasi ya uraisi na madiwani wa chama cha mapinduzi, huku akimshukuru Dr. Samia kwa kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo maji, elimu, afya, barabara, pamoja na kukuza utalii. Dr. Samia amehitimisha kampeni zake ndani ya mkoa wa Manyara akitokea mkoani Arusha. Asante sana Gudlakimsola kwa taarifa hiyo. Mahakama Kuu ya Dar es Salamu imesema itaendelea kuwaleta pamoja wadau wa mnyororo wa haki sanjari na kutoa elimu ili kuhakikisha jamii inapata haki kwa wakati. Gudlaki Msola ameenda taarifa zaidi. Akizungumza katika bonanza la pamoja baina ya mahakama na wadau hao wa mnyororo wa haki kanda ya Dar es Salamu, jaji wa Mahakama Kuu kanda ya Dar es Salamu na mwenyekiti wa maandalizi ya bonanza hilo Arnold Kilekiano amesema hatua hiyo imelenga kuwaleta pamoja wadau hao ili kupeana uzoefu pamoja na kubadilishana mawazo lengo likiwa ni kuhakikisha haki inatolewa kwa wakati. Tuko kwenye kipindi cha uchaguzi, sawa, tunafahamu na sisi ni sehemu ya jamii hiyo. Sisi kama mahakama, sisi tunaendelea na majukumu yetu ya kawaida ya utoaji haki kwenye yale mambo ambayo yanahusika na mashauri ambayo yako mbele yetu. Sisi tunaendelea kushirikiana na wadau wetu kama ambavyo tunafanya hapa kwa ajili ya kuona kwamba upatikanaji haki unakuwa ni kwa wakati na kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizokuwepo. Kwa upande wake, Bi Isaac Kimalo kutoka mfuko wa PSSF wakiwa ni sehemu ya waratibu wa bonanza hilo wamesema, pamoja na kubadilishana uzoefu, pia bonanza hilo limetumika kuwafanyisha mazoezi ya kiafya watumishi wa sekta ya umma, ikiwemo katika mahakama, lengo likiwa ni kujenga utimamu na kuongeza ushirikiano baina ya taasisi hizo za umma. PSSF, tunawaalika pia uh, wengine ambao wataandaa mabonanza kama haya basi watualike kwa ajili ya kwenda kujumuika pamoja nao. Lakini uh, PSSF pia tuna, kwa ufupi tu, tunashughulika na kutoa huduma za hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma. Kwa hivyo wanakaribishwa PSSF ili kuweza kuja kupata uh, maelezo mbalimbali kuhusu uchangiaji, kuhusu huduma tunazozitoa za mafao, kuhusu huduma za kidijitali ambazo zimerahisisha sana mwanachama um, wetu kupata taarifa zake kupitia simu yake ya mkononi. Nao baadhi ya watumishi wa taasisi zinazohusika na mnyololo wa haki hapa nchini ambao wameshiriki katika bonanza hilo wamesema hatua hiyo itawasaidia kuwafanya washirikiane zaidi, pamoja na kutanua wigo wa ushirikiano ili kufanya haki inapatikana kwa wakati. Tumefurahi kwanza kwa hii bonanza ambayo wameandaa wenzetu wa mahakama kwa sababu kwa upande wetu tu wenyewe kama vijana inatetea afya njema, lakini tukiachana na afya, ushirikiano ni mzuri sana kati yetu sisi kama mawakili na wadau wenzetu. Nadhani umeona hapa kuna, kuna mahakama kuna polisi kuna magereza, wote ni, ma, ni wadau wa mambo ya sheria, mambo ya haki kwa ujumla wake. Kwa ufupi, naimiza tu wale wote ambao wangependa kushiriki mabonanza kama haya yakiandaliwa ki, ya siku nyingine, basi waweze kushiriki ili tuzidi kueneza umoja wetu, amani na afya kwa ujumla. Kwa upande wa michezo, sisi kama ofisi uh, tuna support juhudi ya michezo kwa sababu Uh, mtu anavyofanya michezo ni njia mojawapo ya kuiweka afya ikiwa vizuri. Kwa hiyo tunavyokimbia, tunafanya mazoezi, tunacheza mpira, afya zetu zinaimarika. Kwa hiyo bonanza hili sisi linatusaidia kuweka afya zetu timamu ili tuendelee kuwa vizuri eh, na afya zetu ziwe vizuri zaidi. Katika bonanza hilo limewakutanisha wadau mbalimbali kutoka mahakama ya Tanzania wakiwemo majaji, mawakili, polisi, magereza, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na ofisi ya mashtaka ya taifa, na lengo likiwa ni kutanua wigo wa ushirikiano na kuongeza uzoefu hususan katika kuendesha mashauri yanayoletwa mahakamani. Asante sana, Gula Kimsola, kwa taarifa hiyo. Wazazi na walezi wametakiwa kutowaficha watoto wenye uwezo wa kimasomo na vipaji kwa kigezo cha ukosefu wa fedha za kuwasomesha na badala yake wametakiwa kuwafichua watoto hao kwa taasisi za elimu zinazoweza kuwasaidia kutimiza ndoto zao. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita ya taarifu zaidi. Wito umetolewa na mkurugenzi wa shule za Avadi Premium na Zankona, Josefu Kibiriti, wakati wa maafari ya tano ya kidato cha nne yaliyofanyika katika shule ya sekondari ya Avadi. Akizungumza kwenye maafari hayo, Kibiriti amesema ni vyema kwa wazazi wakatambua kuwa kuna taasisi nyingi zinazotoa fursa kwa watoto wenye uwezo wa kitaaluma hivyo, wasiwazuie kutokana na changamoto za kifedha. Kujivunia kumwona mtoto ambaye alitoka katika mazingira haya anakuwa katika nafasi nyingine za juu. Kwa hiyo watoto wenye vipaji vizuri tusiwafiche majumbani, mlete Harvard, zungumza na uongozi wake na wenyewe utafanya tafiti, utajiridhisha, kweli huyu mtoto katika mazingira magumu, utambeba ili mtoto atimize ndoto zake. Kwa upande wao, wanafunzi wa itimu wakiongozwa na Stella Juma waliotoa risala yao mbele ya mgeni rasmi na mwalimu mkuu wa shule hiyo Dionizi Muhewa wamebainisha changamoto mbalimbali zinazowakabili pamoja na mafanikio aliyoyapata katika taaluma maabara ya kisasa ya kompyuta. Ndugu mgeni rasmi, mkono katika ukamilishaji. Pia tunaomba usaidie katika ukamilishaji wa uzio wa shule na maabara ya kisasa ya kompyuta. Mwaka 2021 walihitimu wanafunzi watatu wa kidato cha nne na ufaulu wao ulikuwa kama ifuatavyo. Daraja la kwanza walikuwa watoto wawili daraja la pili alikuwa mtoto mmoja, hapakuwa na daraja la tatu, hapakuwa na daraja la nne wala daraja sifuri. Tuko mke ndasi namo mwaka 2022 walitimu wanafunzi thelathini na sita wa kidato cha 4 na faru wao kulikuwa kama ifuatavyo. Daraja la kwanza walikuwa thelathini na moja, daraja la pili walikuwa wanafunzi wa 4, daraja la tatu walikuwa wanafunzi mmoja, hatukuwa na daraja la nne wala daraja sifuri. Aidha, mgeni rasmi katika maafari hayo John Tindasi ameunga mkono juhudi za shule hiyo kwa kuchangia kiasi cha shilingi milioni kumi kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa bweni la wasichana, ni pia kukamilisha ujenzi wa, kuna kipengele, fr, fr, wa bweni, kuna kipengele fulani hivi ilisema kwamba tutachangia katika ukamilishaji wa nini bweni kwa hiyo changamoto hivi lakini, sisi kama sisi, hatuwezi kumalizia yote, lakini kadri mwenyezi Mungu anaanza kutujalia, unaanza kusema chochote, mimi kama 18 na wamehitimu kidato cha 4 mwaka huu katika shule ya sekondari ya Avadi ikiwemo wavulana 54 na na wasichana 54. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia halmashauri ya jiji la Dar es Salaam imetenga jumla ya shilingi bilioni 18 kwa ajili ya utekelezaji wa mpango wa mikopo ya asilimia 10 kwa vikundi vya wanawake vijana, na watu wenye ulemavu ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuwawezesha wananchi kiuchumi. Recho Chacha ameenda taarifa zaidi, inayosomwa na Nancy Ibrahim. Akizungumza wakati wa hafla ya kukabidhi mikopo ya bajaji na pikipiki kwa vikundi sita jijini Dar es Salaam kutoka benki ya CRDB, mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo amesema fedha hizo ni sehemu ya bajeti ya wilaya kwa mwaka huu wa fedha, zikitekeleza maelekezo ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha wananchi wanawezeshwa kupitia mikopo isiyo na riba. Amefafanua kuwa mpango huo unatekelezwa kwa ushirikiano kati ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam na CRDB Bank Foundation ambayo imepewa jukumu la kusimamia utoaji na urejeshaji wa mikopo hiyo, na kuongeza kuwa wanufaika wote wamepatiwa mafunzo ya wa biashara, elimu ya fedha na kufunguliwa akaunti maalum kwa ajili ya ufuatiliaji wa karibu ili kuhakikisha marejesho yanafanyika kwa wakati. Gundua mikopo hii ilikuwa na janja janja nyingi, akaamua kutengeneza utaratibu, na sasa utaratibu umekamilika. Na sisi halmashauri yetu ni miongoni mwa halmashauri za mfano ambazo zinakwenda kufanya majaribio ya utaratibu huu mpya ambao unashirikisha mabenki, na leo hii tuko kwenye benki hii ya CRDB. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, imesababisha halmashauri yetu kuwa na makusanyo ya zaidi ya shilingi bilioni 18 ambayo kwa kushirikiana na CRDB si tunakwenda kutoa mikopo hii. Wako watu ambao wanapita barabarani wanasema hakuna hiyo mikopo, hakuna hiyo mikopo. Leo hii ni waombe waandishi wa habari, tumieni nafasi hii kuwaonyesha mikopo hii ipo. Kwa upande wake, mkurugenzi wa CRDB Bank Foundation tuli Esther Mwambapa ameeleza kwamba taasisi hiyo imejipanga kusimamia mpango huo kwa uwazi, ufanisi na kwa kushirikiana kwa karibu na halmashauri, huku akibainisha kuwa mbali na mikopo hiyo, pia benki imewezesha pia katika kutoa elimu ya fedha, kutembelea vikundi na kuanzisha mifumo madhubuti ya ufuatiliaji, ili kuhakikisha kila mkopo unaleta matokeo chanya kwa wanufaika na jamii kwa ujumla. Kutokana na zoezi hili, tumepata mwitikio mkubwa. Katika awamu ya kwanza, tumepokea jumla ya maombi 120 kutoka kwa wajasiriamali binafsi, vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, na maombi yao yana ujumla ya thamani ya shilingi bilioni tatu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mikopo ambayo tunaendelea kutoa pamoja na hii ya leo ni sehemu ya ile awamu ya kwanza ya maombi 120 lakini kama nilivyosema bado na mameneja yetu wa matawi, maafisa wetu wa embeju mbalimbali walioko hapa, ambao wanaendelea kuzunguka kutembelea vikundi mbalimbali. Nimejipanga kufanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu mkubwa na kurejesha marejesho, na ili wenzetu wengine wapate mikopo hii endapo tukimaliza kurejesha. Mimi naomba wajiunge vikundi watu kumi wafuate taratibu, mikopo ipo, yaani mikopo ipo kabisa, wala hakuna shida e ila tu wajiunga wafuate taratibu, wanapata mikopo. Aidha, mpango huo wa mikopo ya asilimia kumi ni miongoni mwa mikakati ya kitaifa ya kuwawezesha Watanzania kiuchumi hasa makundi maalumu kwa kuwapatia mitaji na nyenzo muhimu za kuanzisha na ukuzaji shughuli zao za ujasiriamali. Asante sana Asi Ibrahim kwa taarifa hiyo iliyoandaliwa na Resho Chacha. Zikiwa zimebakia siku 25 kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani, mkuu wa wilaya ya Misungwi mkoa wa Mwanza, Johari Samizi ametoa wito, wito kwa wananchi wilani humo kujitokeza Oktoba 29 mwaka huu kutimiza haki yao ya msingi ya kupiga kura kwa amani na utulivu. Emmanuel Meshak kutoka Mwanza ameenda taarifa zaidi. Samizi ameyasema hayo wakati akizungumza na wananchi pamoja na watumishi katika idara mbalimbali waliohudhuria mbio zilizokuwa na lengo la kuhamasisha wananchi kujitokeza kupiga kura ifikapo Oktoba 29, mwaka huu. Tumeshafika ule mwezi Oktoba, mwezi unaokwenda kuandika historia nyingine katika taifa letu kwamba tunakwenda kushiriki zoezi la uchaguzi. Kwa hivyo nitumie fursa hii kupitia mbio hizi, mnaziita mbio gani? Haya, kwa hivyo tumetumia mbio hizi za jogging ili kuweza kutukutanisha pamoja, ndugu zangu wana Misungwi, kama nilivyotangulia kusema Oktoba 29 tunakwenda tuna kuchagua viongozi wetu watakaotuvusha kwa kipindi cha miaka mitano. Tunakwenda tuna kuchagua rais, wabunge na waheshimiwa wa madiwani. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wote wa Misumu, ifikapo tarehe 29 ya mwezi huu Oktoba tujitokeze kwa wingi katika vituo vya kupigia kura, twendeni tukapige kura. Usisubiri mtu akakuchagulia baadaye ukakaa vijiweni na kulalamika. Samizi ameendelea kusema kuwa wilaya hiyo inatarajia kuandaa bonanza kubwa kuanzia Oktoba 23 mwaka huu mpaka Oktoba 25 ambalo litahudhuriwa na watu mbalimbali. Nitumie fursa hii kuambia. Kuanzia tarehe 23 ya mwezi huu mpaka 25. Tunatarajia kufanya bonanza kubwa. Tarehe ishirini na tano itakuwa ni kilele cha bonanza hilo. Tutakuwa na mashindano mbalimbali kwanzia tarehe ishirini na tatu, kwa maana mpira wa miguu, mpira wa miguu, mpira wa pete, wale wa volibol, mbio fupi, mita mia, mita mia mbili. Tutakimbiza kuku, tutakimbia na mayai, tutashindana kunywa soda, lakini sio maji ya dhahabu. Tunaelewana? So, sawasawa yeah, tu kwa hivyo o niseme tu kwamba kwanzia tarehe ishirini na tatu Tunajipanga tutaweka ratiba vizuri na shughuli yetu itafanyia vizuri. Kwa upande wake Katibu Tawala katika wilaya hiyo, Abdi Makange, amesema mazoezi yaliyofanyika katika mbio hizo ni maalum kwa ajili ya kuhamasisha wananchi kujitokeza kwa wingi kupiga kura. Kwanza niwapongeze sana kwa kujitokeza. Bina... Jogging hii ni, ni maalum kwa ajili ya kuhamasisha kujitokeza katika kupiga kura katika uchaguzi huu mkuu Oktoba 29. Tukajitokeze kwa wingi tuhakikishe kwa kwamba tunatumia haki yetu ya kikatiba kupiga kura. Ndugu zangu, nataka nitumie fursa hii kuhakikishia serikali imeimarisha ulinzi wa kutosha kuhakikisha kwa kwamba kila mtanzania anapata fursa na haki yake ya kupiga kura. Kwa hiyo ni wapongezi watu wa jogging na jogging hii ni maalum kwa ajili ya uhamasishaji huo. Wakizungumza na TVE habari, baadhi ya wananchi walioshiriki katika mbio hizo wamesema kuwa wamejipanga vyema kwenda kupiga kura ifikapo Oktoba 29, huku wakitoa wito kwa wananchi wengine kujitokeza. Tunashukuru leo kwa jogging hii kuelekea uchaguzi, lengo kuu ni kujitokeza kwa amani ili kuweza kufanya kupiga kura katika uchaguzi wetu ili tuweze kuitunza amani ya nchi yetu. Mimi kama mwananchi nimejipanga, siku ya uchaguzi nitajitokeza kwenda kupiga kura, baada ya hapo nitaelekea nyumbani kwa ajili ya kupumzika. Nimefurahi kwa siku ya leo ya jogi, metutia hamasa, nimejipanga vizuri tu kwa ajili ya kupiga kura na kuwahimiza wananchi wenzangu, ili tukajichague viongozi wa hiyo sahihi Naombea wananchi wajitokeze kupiga kura kwa furaha na amani. Asante sana Emmanuel, umesha kutarifa hiyo. Viongozi wa dini mkoa wa Singida wameliombea taifa la Tanzania amani na utulivu kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29, 2025. Amini Nyaungo anatuarifu zaidi. Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pa juu palipoinuka. Basi endeleza uadilifu ule uendelee. Leo hii serikali hii imetuweka meza moja, wakristo na Waislamu. Huu ni uadilifu mkubwa. Taasisi isiyo ya kiserikali yawezesha mwanamke Tanzania Wema leo imefanya kongamano la viongozi wa dini mkoa wa Singida kuliombea taifa, ambapo mgeni rasmi akiwa mkuu wa mkoa wa Singida Halima Omar Dendego. Katika kongamano hilo, hao hapa viongozi wa dini mbalimbali mbali wanaongea. Sasa mimi nataka kueleza kwamba ni amani kwanza ndiyo haki Ukitanguliza haki kabla ya amani utakuwa umekosea. Nabii Ibrahima alaihi salam, alivyoipeleka familia yake, alivyoitoa familia yake kutoka Falastini kule Jerusalem akaipeleka kule Saudia ambayo ni Maka, familia yake tu alivyoiweka pale, hakukuwa na vyama vya kisiasa, hakukuwa na mtu wa kudai haki, ni mke na mtoto. Lakini yeye katika dua zake akasema rabbana waj'al hadha baladan amina, ewe Mola wangu, fanya nchi hii iwe ya amani. Kibiblia, kwa sisi wa Kristo, tunasema kura hukomesha mashindano. Wale wa Kristo nafikiri tunaelewa hilo. Yani, ili tumpate mtu sahihi ambaye Mungu anapenda kumwinua katika taifa hili la Tanzania Tutapiga kura na yule ambaye Mungu amemwandaa kuiongoza nchi hii atapatikana baada ya watanzania kupiga kura. Mkurugenzi wa wezesha mwanamke pamoja na mwenyekiti wa dini mbalimbali mkoa wa Singida nao pia ametuambia lengo la kuwa na amani nchini Tanzania, lakini pia sisi kama wemwa tumeona si vema kukaa kimya tunapoelekea kwenye kipindi hiki cha uchaguzi. Kwanza tumekuwa tukishirikiana kwa karibu na viongozi wa dini, tukiamini kwamba kupitia viongozi wa dini tunaweza kuwafikia watu wengi kwa wakati mmoja. Viongozi wako wanaogombea wakimtafuta Mungu, wakimtanguliza Mungu, nchi yetu itakuwa na amani. Mgeni rasmi mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego ametuambia umuhimu wa amani na kuhakikisha amani kwa mkoa wa Singida. Tunapozungumzia Singida leo, ni hii hapa iliyomo katika hili ofisi ya mkuu wa mkoa. Nasema hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu kwanza, Mungu ndio awali, Mungu ndio mambo yote. Sasa tunapowatanguliza viongozi wetu wa dini, basi tunajiweka kwenye mwamvuli wa amani, tunajiweka kwenye mwamvuli Asante sana. Mimi ni Nyeungo kwa taarifa hiyo. Imeeleza kuwa ukosefu wa miti ya kutosha katika maeneo ya mashamba umekuwa chanzo cha upotevu wa maji kwa wakulima. Hali inaweza pia kusababisha athari mbalimbali kiwemo kwa wakulima hao hususan magonjwa kama ya figo. Gudula Kimsola ameenda taarifa zaidi. Hayo yameelezwa jijini Dar es Salaam na Gumi Mlisho ambaye ni mratibu wa mradi wa Kishedi unaotekelezwa na taasisi ya Reed Foundation wakati wa kilele cha mkutano wa kumi na mbili wa afya nchini Tanzania kwa mwaka 2025 ambapo pia amesema miti ina mchango mkubwa katika kurekebisha hali ya hewa karibu na maeneo ya mashamba, hivyo ni vyema wakulima nchini wakahakikisha mashamba yao yanakuwa na miti ya kutosha. Tunataka kutuangalie, je, miti katika maeneo ya mashamba haya inaweza kumsaidia vipi mkulima katika kumpunguzia athari za kiafya zinazotokana na kufanya kazi katika mazingira ya jua kali? Kwa mfano anaweza kafanya kazi mkulima katika shamba aliyekuwa katika jua kali, jasho likatoka kwa wingi, na kusema jasho toka kwa wingi, maana yake anapungukiwa maji. Sasa hali ya kujirudia mara kadhaa, kupungukiwa na maji, ina athari gani katika mwili wa binadamu? Kwa hiyo tumefanya utafiti ambayo bado tupo katika hatua za uchambuzi wa, wa takwimu, lakini tumekuja kuonyesha kwa kiasi gani ambavyo uh, tunaweza kufanya tathmini hizi uh, za kiafya. Uh, kuonyesha namna gani joto kali inaweza kuwa na madhara ya kiafya uh, kwa wakulima. Kwa upande wake, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani na mtafiti mkuu wa mradi wa Kished, Dkt Faraja Chiwanga amebainisha kuwa utafiti uliofanyika kupitia mradi wa Kished umelenga kupendekeza njia za asili katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ikiwemo upandaji wa miti katika maeneo mengi ya mashamba. Kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa upande wa tafiti tunaangalia zile njia ambazo zitakuwa zinakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini wakati huo huo zinaleta manufaa kwa afya ya watu. Mojawapo ya njia hiyo ndio hiyo njia tunasema ya miti, na hizi tunaita njia za asilia. Kwa nini tunapenda njia za asilia? Ni kwa sababu ni njia ambazo hazileti gharama sana kwa mkulima. Kwa mfano, wenzetu wanaoweza wameweka zinaitwa sprinklers sehemu ambazo mtu anaweza akajimwagia maji akiwa shambani au anatengeneza nyumba katika kila, katika kila labda ikamoja. Sasa kuna vitu vingine ambavyo utakuta kwa jamii yetu ni vigumu kutekelezeka, lakini miti haswa miti ambayo inachipua yenyewe kwa lugha ya Kiingereza inasema natural regeneration. tofauti na ile ya kupanda kwetu sisi inakuwa ni beneficial zaidi au ina faida zaidi. Akizungumzia umuhimu wa taarifa za hali ya hewa katika mashamba mtaalamu wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA, Alfred Kondowe amesema taarifa hizo zimewasaidia wakulima wengi kufanya shughuli mbali mbalimbali za kilimo ikiwemo uvunaji, upandaji pamoja na usafirishaji wa mazao, huku mmoja wa wakulima walioshiriki katika mkutano huo Adam Alexi akielezea athari za joto kali katika shughuli za kilimo: wakulima wanaathiriwa kwenye maeneo kama mazao yao ambao wanapanga kulima, wanaweza kuna wakati wanashindwa kuelewa kwamba hii, hii ni ukame au ni joto la kawaida. Sasa kupitia taarifa zetu za hali ya hewa zinaweza kusaidia kujibu hilo swali, lakini pia mkulima huyu anaweza akatumia taarifa za joto kuweza kujua wakati gani afanye shughuli zile za uvunaji eh? kwa mfano wakulima wengi awapendi au awa haifai kuvuna wakati ule wa mvua nyingi. Kwa hiyo akipata, taarifa za joto zitamsaidia kupanga vizuri wakati wa kufanya shughuli za uvunaji wa mazao yake. Hali hii imetuathiri sana kwa sababu mkulima kila wakati akitoka mashambani lazima awe na lalamiko la kupatwa na kuungwa kwa kichwa, homa la mara kwa mara na akienda hospitali cha kwanza lazima uonekane kwamba una upungufu wa maji. Hali hiyo imetuathiri sana na inaendelea kuathiri baadhi ya maeneo ambapo elimu ya utunzaji wa mazingira bado haijawafikia mpaka sasa. Tumepata ukombozi ambao bado unaendelea, wa utunzaji wa mazingira kidogo. Hii hali imeanza kupungua baada ya wakulima wengi kupewa elimu ya utunzaji wa mazingira kwa njia ya kisiki hai. Asante sana bwana Kimsola kwa taarifa hiyo. Hii ni taarifa ya habari, na mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi, na kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari: Israel yaurejesha kwao wanaharakati wa msafara wa Gaza.